Nina kusalimu kwa jina la Yesu. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Machi 11 siku ya Jumanne, katika mwendelezo wa somo hili la 11 ningefanya nini. Basi leo tunaenda kuiangazia mada inayosema wimbo wa mpenzi wangu. Kwa njia za kushangaza, Mungu ameudhihirisha upendo na haki yake katikati ya pambano la ulimwengu mzima. hata hivyo Huenda wengine wakauliza, je, Mungu alipaswa kufanya zaidi ya alivyofanya ili kuzuia na au kuondoa uovu? Tumeona mfumo wa pambano la ulimwengu ambao unaonyesha kwamba Mungu amechukua hatua ili kuheshimu uhuru wa uchaguzi unaohitajika kwa ajili ya ustawi mkubwa wa uhusiano wa upendo kati yake na wanadamu. Zaidi ya hayo, ni dhahiri amechukua hatua ndani ya vizuizi vya kimaadili au masharti ya pambano ndani ya muktadha wa pambano la ulimwengu wote juu ya tabia yake linaloweza kuamuliwa tu kwa udhihirisho wa upendo wake. Soma Isaya sura ya 5 aya ya 1 hadi 4. Nani anazungumza katika aya hizi? Isaya anamzungumzia nani? Mwenye shamba la mizabibu na shamba la mizabibu wanawakilisha nani? Nini umuhimu wa yale aliyotenda mwenye shamba kwa sababu ya shamba la mizabibu? Matokeo ni nini? Katika aya hizi Isaya anaimba wimbo wa mpenzi wake shamba la mizabibu. Mwenye shamba la mizabibu ni Mungu mwenyewe na shamba la mizabibu linawakilisha watu wa Mungu. Tazama kwa mfano Isaya sura ya kwanza aya ya nane Yeremia sura ya pili aya ya ishirini na moja. Lakini madokezo haya yanaweza pia kuelezewa, kuhusishwa na kazi ya Mungu iliyoenea katika ulimwengu huu. Kulingana na aya hizi, mwenye shamba la mizabibu yaani Mungu, alifanya kila kitu kwa kiwango cha kutosha ambacho kingeweza kutarajiwa ili kuhakikisha shamba lake la mizabibu linastawi. Shamba la mizabibu lilipaswa kuzaa zabibu nzuri, lakini lilizaa tu zabibu mwitu, ambazo tafsiri nyinginezo hurejelea zisizo na thamani. Kwa kweli maneno ya Kiebrania hapa yanaweza kutafsiriwa kihalisia kama tunda linalonuka. Shamba la mizabibu la Mungu linazaa zabibu zilizooza. Isaya 5 aya 3 inahamia kwa Mungu mwenyewe akizungumza, akiwaalika watu kuamua kati yake na shamba lake la mizabibu, na katika Isaya 5 aya 4 Mungu mwenyewe anaweka wazi swali muhimu kabisa. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba la mzabibu nisiyoitenda? Basi, nilipo tumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Angeweza kufanya nini zaidi? Inavutia sana kwamba hata anawauliza wengine kuamua kile alichofanya. Alipoutazama msalaba, Mungu alipojitoa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu zote, ni kwa vipi maneno yake, "Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda?" yanachukua umuhimu wa kushangaza. Hii ni Machi kumi na moja siku ya Jumanne, mada ikisema wimbo wa mpenzi wangu. Na kwa nukta hiyo, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari siku hii ya leo.